Citizen county ya tukisalia huko huko, kaunti ya Uasin Gishu, waumini wa dini ya Kihindi huko Eldoret walifanya ibada ya maombi maalum kwa mwenda zake Hayati Raila Odinga ambaye alizikwa hapo siku ya Jumapili.

Manisha wa Kenya na hasa vile tutavyoelekea katika uchaguzi, na ikiwa jamii zitakuwa pamoja, koo zitakaa pamoja, basi hii ni ishara ya kwamba baba yetu aliweza kutuacha na mausia ya kwamba kaeni pamoja, ushirikiane pamoja, na nchi ibaki pamoja na amani na usalama, kama vile rais wetu William Samoei Ruto alipeana siku saba ya kuomboleza Molo Odinga, na siku hii ya leo bado iko katika hiyo bracket ya 7 days, na sisi tunataka kushukuru sana ile amani Raila alihubiri, ile umoja Raila alihubiri kwa miaka mingi, tunataka hiyo amani na umoja ionekane hapa Uasin Gishu Kaunti.